Kuna kitu wanasema kwamba sikusubiri mtu ani ani recognize, nili niliamini nili kwamba mimi I have what it takes, then nika go for it. Actually, mimi nilienda kwenye site yao nikajinominate so wao wana site kwamba mtu anaweza kunominate au kujinominate mwenyewe. So mimi nilienda nikajinominate, and ukijinominate, wanakuuliza uambie story yako, yani kwamba ilikuwaje, ulianzaje, kuna maswali wanakuuliza. So nikawaandikia, nikawatumia, then they took it from there. Um, mimi so far mimi ni makeup artist lakini before nishai kufanya kazi baadaye nikaona, uh, nadhani nahitaji kujiajiri mwenyewe. Nikaingia katika soko la ajira ambayo ni makeup industry, kwao mi ni makeup artist, na na makeup studio yangu iko Mikocheni, inaitwa Lavie Makeup. Na pia apart kwa kutoka kwa hiyo makeup studio, pia nime develop product yangu ambayo ni kope zinaitwa Lashed by Lavie. Okay. Yes. Uh, nilianza kwanza kwenye 2013. Nilianza kama mobile 2012 mwishoni. Nilianza mobile kwamba mtu unanipigia simu naenda na kutengeneza. Uh, baadaye nikajikusanya nikafungua studio. Kwa hiyo nilianza 2013. Mpaka sasa hivi ni kama miaka mitatu minne hivi. Changamoto nyingi of course. Kwanza uh, by the time mimi nilikuwa naanza M um, Tuseme ni salon, ilikuwa si kitu ambacho mtu anachukulia kwamba hii inaweza ikawa ni career. Hata ukimfata mzazi wako au ndugu zako ukawambia kwamba mimi nataka nifungue makeup studio. Wao nakonsidi zote, I mean ni saloni, I mean ni saloni, hakonsidi kama hii inaweza ikawa career. And by that time mimi nilikuwa nimeajiriwa kwa hiyo I think yale yalikuwa maamuzi magumu sana kuamua kuacha kazi na kuingia kwenye, kwenye biashara lakini apart from that nilikuwa sipati support kubwa sana kwa sababu watu wengi walikuwa waamini kwamba ile inaweza ikawa keria na ikakufikisha mtu mahali. Um, Forbes 30 under 30 ni list ambayo inakuwa compiled na team kutoka Forbes ambao wako Afrika, ni Forbes Africa, na huwa wanaangalia vijana ambao wanafanya um, vitu mbalimbali vya kitega uchumi um, ambao vimedumu kwa zaidi ya miaka mitatu ani hiyo ni factor zaidi ya miaka mitatu, na ambao wanaonyesha potential ya kuweza kuwa kitu kikubwa sana katika bara la Afrika, ama tayari ambao tayari ni wanafanya vitu vikubwa na wana potential ya kukua zaidi. So ni list ambayo inaonesha naweza kusema uh, tunaza, taswira nyingine ya Afrika na hasa vijana wake, na kwangu mimi ni ni sehemu ambao wanaweza kujua vijana wa Kiafrika wana wanabuni nini katika jamii zao, wana miradi ipi katika jamii zao, katika kubadilisha pengine um, hali ilivyo, kutengeneza ajira ama kuintroduce industries mbalimbali umelewa. Kwa mfano kwenye list unaona kwamba kuna watu mbalimbali from fashion beauty mpaka masuala ya um, usafirishaji. Kwa hiyo ni vijana ambao wamethubutu kufanya kitu fulani ambacho kina kuna tija kwa jamii. Uh, I don't know, nilivyokuwa naona list natoka kila siku natoka, nilikuwa nasema, why am I not on the list? <laughs> Uh, kwa sababu ya vile tu ambavyo nilikuwa naona na position brand yangu brand yangu ukiangalia ni brand ambayo ilisaidia ili kwa kiasi kikubwa kutoa ku, ku, mwangaza kwa vijana wenzangu kwamba tusitegemee tu kuajiriwa, tunaweza tukajiajiri tukaangalia fursa ambazo zipo katika nchi yetu tukazichukua tukazikamatia na tukazifanyia kazi. Kwa hiyo maybe I thought I could be on the list, pengine nifikiri ningeweza ku, kuwa kwenye hiyo list, lakini sio kitu ambacho nilikuwa sikosi usingizi juu yake. Um, nakosa usingizi juu ya kukuza brand yangu pengine zaidi. Um, nadhani wana, wanaangalia wana tu wanaangalia tu jinsi ambavyo una utofauti wako katika idea yako, jinsi unavyoifanyia kazi, mafanikio ambayo umeyapata paka hivi sasa, na jinsi unavyo impact jamii. Nadhani hiyo ni pia ni swala la msingi sana, kwa maana how do you um, give back to your community, give back to your society. Uh, watu wangapi wanakuangalia na unawamotivate katika shughuli kama zako ama zingine za kujitengenezea ku, yeah ajira na kujitengenezea kipato. Naitwa Godfrey Magila, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni inaitwa Magila Tech. Mimi ni mmoja wa vijana waliotajwa na jarida la Forbes ambao wako chini ya miaka 30 ambao ni jasiriamali. Yeah, mimi kwenye upande wa ujasiriamali nilianza nilianza kama ma, mtu ambaye ana mapenzi na teknolojia ambapo awali ya vyote nilikuwa ni mtu ambaye anapenda sana kujua taarifa mbalimbali za teknolojia zinazoendelea duniani, lakini vilevile uh, ni namna gani wenzetu wame, wamefika, wamefika walipo kwa hiyo nikajikuta ninaishia nina kuwa mtu mwenye mapenzi na programming au utengenezaji wa software ambacho ndo kitu kikubwa ambacho kampuni yetu sasa hivi inakifanya nili nilianza kwa, ku, nilianza kwa kujifunza mwenyewe kwenye internet. Uh, lakini baadaye niliweza kuenda kuuliza watu mbalimbali ambao walikuwa tayari wana ujuzi au ubobezi wa fani za tehama. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza, ilipofika mwaka elfu mbili na kumi na moja nilishiriki kwa mara ya kwanza kabisa shindano la programming iliokuwa na linaitwa nanenane hakathon ambalo lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kutafuta maprograma na Tume ya Sayansi na Teknolojia. Kwa hiyo baada ya kushiriki nifanyikiwa kuwa mshindi wa pili, na baada ya hapo nikaweza kuingia ku kwenye programu yao ya tamizi ambayo inatengeneza ina ina wajasiriamali katika masuala ya tehama ambayo inaitwa DTBI, na ndipo nilipo ndipo kwa mara ya kwanza napoweza na kusema kwamba nilipoanza ku kufanya kufanya uh, kitu nachokipenda kwa ajili ya, ku, ya kutengeneza, kutengeneza solution ambazo zinaweza zikaja kusaidia jamii. Kwa hiyo nilianza kwa kutengeneza, kwa kushiriki utengenezaji wa software mbalimbali maana kulikuwa kuna kampuni nyingi sana za tehama ambazo ziko, ziko chini ile ya tamizi kwao, nilishiriki na hizo hizo software. Baada ya kipindi fulani, baada ya mwaka mmoja uh, mwaka 2012 nikiwa bado mwanafunzi wa mwaka wa pili uh, chuo niliweza kuunda kampuni ambayo inaitwa Magilatech ambapo niliamua sasa mimi kama kijana niweze kutengeneza, niweze kutengeneza sasa hizi products au hizi applications kwa ajili ya kusaidia watu. Kwa hiyo kutokea hapo nilikuwa niliweza kuungana na wenzangu wawili. Baada ya kufungua kufungua kampuni 2013, niliungana na wenzangu wawili uh, tuliweza kutengeneza product, uh, kutengeneza software mbalimbali ambazo hizo software uh, nyingine tayari ziko tayari sokoni zinatumika. Uh, mwaka 2014 nilianza rasmi kufanya kazi na makampuni ya simu ndani ya nchi na nje ya nchi kwenye upande wa kwenye upande wa kuwatengenezea kwa ku, ku, ku, upande wa kuwatengenezea uh, program mbalimbali. Kwa hiyo, baadhi ya baadhi ya program ambazo tumeweza kutenge, kutengeneza kwenye upande wa kushirikiana na makampuni ya simu ni za za ulinzi uh, lakini vilevile program zinazowezesha watu kusoma kusoma kwenye, kwenye, kwa kutumia uh, simu za mkononi Uh, na kuna programu nyingine mbalimbali ambazo zi, tumeshirikiana tume na makampuni ambayo yanafanya vilevile tehama zote tumeweza kufanya nao pamoja. Kitu kingine ambacho kampuni yetu inakifanya ni security auditing, ambapo tunaangalia mapungufu ya system mbalimbali zinazotengenezwa na kuweza kuyamaliza, tunaweza kutatua yale mapungufu kabla kabla haijatokea tatizo. Kwa hiyo kama ni system ambayo inahusisha kutunza taarifa za watu au inahusisha kufanya miamala ya kipesa, sisi tunachoangalia ni namna gani mtu anaweza akaingia na kusababisha maafa kwenye ile system, njia atazoitumia kuingia na namna gani kumzuia kabla tukio la uhalifu halijatokea. Kwa hiyo kutokea kutokea, nilipoanza na ukizingatia haswa nilianza, nilianza kampuni kwa mtaji ya pesa niliyoshinda kwenye, kwenye shindano la mwaka 2011 ambalo kundi letu tulishinda dola 200 kila mmoja, tuligawana dola hamsini hamsini. Mpaka kufikia sasa hivi nimeweza kuwa na kampuni ambayo imeajiri ime vijana ambao wako hapa, kuna vijana 14 na na vijana ambao ni direct employees alafu na vile vile kuna vijana saba wengine ambao hao ni, ni contractual base tunafanya kazi kwa Tanzania lakini vile vile Thailand tuna tuna product ambao tumetengeneza ambayo na wenyewe iko sokoni kwao inatumika kwa ajili ya ulinzi wa simu kwa hiyo, hiyo hiyo ni, ni, ni, ni summary fupi ya ya vitu ambavyo tunavifanya tuna vi, tuna kama Magilatech na kuhusu mimi kama Godfrey Magila. Kwenye jarida la Forbes nadhani wameweza wame kuniona kutokana na kazi kazi ya baadhi ya kazi zetu baadhi ya kazi zetu ambazo tumeshazitengeneza au tumeshazifanya ambazo ambazo zinasaidia zina hasa zina, hasa zi, ni kazi ambazo zinasaidia jamii kwa mfano ya mambo ya ya uwizi wa simu tumekuwa tukifanya na mtandao wa, mitandao ya simu, lakini kuna product vile vile ambazo tunakuaga tunazifanya tunaita sisi kama technology vendor. Yani kuna kampuni inakuwa inapata, inapata kazi ya IT then wao, wao wanatu, wanatuchukua sisi kama mavenda wao wanaotengeneza sasa kile kitu halisi. Kwa hiyo hizo ni kampuni nyingi ambazo tumeshafanya nazo kazi ikiwemo za nje na za hapa nchini kwa hiyo nadhani, kwa, kwa kuwa wajasiriamali ambao kwa kuwa, kwa kuwa mjasiriamali ambaye, ambaye nimeweza kufanya kazi hizo na baadhi ya brands kubwa au makampuni makubwa, nadhani ni kitu ambacho ndio kimeweza kimeweza kuwafungua Forbes na kuweza kuniona na kunitambua kama uh, kijana mjasiriamali ambaye yuko chini ya miaka 30 na anafanya na anafanya vizuri.